Mimi niliwahi kumsikia mchambuzi mmoja, niliwahi kumsikia mchambuzi mmoja anasema, ili Simba ifuzu kwenda nusu fainali, ina kila sababu ya kwenda kum, kum, nini kum, kumwazima Pacome. Ulimsikia mchambuzi mmoja anasema, ili Simba iende nusu fainali, ina haki na ina kila sababu kwenda kumwazimisha Pacome zuzua kutoka Yanga kwenda Simba, hapo ndo Simba itavuka kwenda wapi lakini mchambuzi huyo huyo mm. anaendelea mbele anasema, ili Simba iende nusu fainali mm. ili Simba iende nusu fainali basi wana haki wana Simba wana haki, viongozi wa Simba kwenda kuchukua ushauri kwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Mimi nikajiuliza, huyu eh. mchambuzi amelewa? Unamzungumzia nani leo? Sasa yupo sisi, kumbukumbu hizi zipo. Ni wazi aliikosea Simba kwa maneno kama alivyozungumzia hapo. Ameikosea. Kwa sababu wewe unapokuwa kwenye eneo la uchambuzi basi fahamu hizi timu zote ni zako hmm.